Mheshimiwa waziri anasema anataka kujiridhisha ikiwa tulitaja wakati wa azimio la Bunge kama tulitaja na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Bunge, mjadala huu ulikuja baada ya maswali mengi wananchi, ama niseme vijana na wananchi pia, walikuwa wanaonyesha kigezo hiki, kwa sababu si kila Mtanzania kijana mwenye nia ya kwenda huko anapewa fursa Kisitumike ili, kisitumike ili kutoa fursa sawa kwa vijana wetu, na kwa hivyo ilikuwa chombo kinachohusika kikishawapata hao vijana, kama kinataka waende JKT kiwapeleke, kama hakitaki waende JKT waanze wao wenyewe mafunzo. Sasa kwamba azimio letu lilikitoa chombo kimojawapo kuna kipindi vijana walikuwa hawaendi JKT, jeshi lilikuwa halichukui vijana. Kwa hivyo, mheshimiwa mheshimiwa waziri, ile hoja yako kidogo, eh, kidogo mtihani kwa sababu lilikuwa ni azimio la Bunge.